Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Antipas Lissu anaendelea kutikisa duniani akiwa gerezani huku akikabiliwa na mashtaka mawili likiwamo shtaka la uhaini, na leo tutakuonesha matukio mawili makubwa ambayo yametokea yakimhusu Tundu Antipas Lissu wakati yeye akiwa gerezani. Na watu wengi sana wamempongeza huku wakisema kwamba Tundu Lissu ni mtu wa maajabu sana, na kwamba tangu apone tukio la kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017 ameendelea kuwa mtu wa maajabu sana kitendo ambacho kina nawafanya wengi waamini kuwa Mungu anampenda sana Tundu Lissu na huenda anamwandaa kuja kuushangaza ulimwengu siku moja. Hebu twende moja kwa moja bila kupoteza wakati tukaangazie matukio haya ambayo yametokea leo na kutikisa duniani yakimuhusu Tundu Lissu, ni yapi? Boniface Jacob anaandika hapa kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter mara baada ya siku ile Tundu Antipas Lissu kufikishwa mahakamani Jumatatu tarehe 19 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025. Namnuku hapa, Boniface Jacob anasema, akiandika kwa herufi kubwa. Boniface Jacob anasema, Kisutu hatoki mtu. Naam, naleta mrejesho wa mtanange wa akili na mamlaka ndani ya viwanja vya hakimu mkazi ya Kisutu Kisutu, Kisutu, Kisutu ndiyo jina linalovuma na kuvutia kwa sasa. Dunia nzima inataka kujua kesi ya mwanasheria, mwanasiasa nguli na kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu Mugwai, juu ya hatima yake. Moja, upande wa jamhuri uliwakilishwa na jumla ya mawakili watano: Nasoro Katuga, wakili wa serikali mkuu; Job Mrema, wakili wa serikali mkuu; Tawabu Isa, wakili wa serikali Harrison Lukosi wakili wa serikali na Cuthbert Mbilinyi wakili wa serikali. Wakili Nasro Katuga ndio alikuwa mzungumzaji mkuu kwa jopo lao, sauti ya taratibu yenye kubembeleza kiti cha hakimu. Wenzie wanne walionekana watulivu huku wakili Jobu Mrema akionekana mwenye wasiwasi usoni na udadisi wa kufungua hiki na kile angalau awe bize. Namba mbili, The Wolves, yani mbwa mwitu walikuwa jumla ya mawakili 22 huku mawakili watatu viongozi wa jopo la mawakili, wakili mzee Mpare Mpoki, wakili Dr. Rugemeleza Nshala na wakili Peter Kibatala. Wingi wa mawakili 22 mbele ya mahakama ni sababu ya uchache wa mabenchi ya kukalia mawakili kiasi, wakili Jeremia Mtobesia wa upande wa utetezi alikosa pa kukaa, akajikuta anaenda kukaa katika benchi la mawakili wa jamhuri ili aweze kusikiliza kesi. Mawakili wengine walikuwa bize nyuma kufungua vitabu na rejea mbalimbali kisha kutembeza nyaraka kutoka nyuma kwenda mbele. Namba tatu, mshtakiwa kama kawaida yake Tundu Antipas Lissu aliingia kwa uchangamfu mahakamani mwenye bashasha kishindo na kujiamini. Kwanza akazimua ile kauli mbiu maarufu ya No Reforms No Election, kisha ikapigwa peoples, ukumbi wote ukaitikia power, kuashiria moto wa kisheria unaenda kuwaka mahakamani. Tukio la kuvutia ni pale hakimu alipoagiza mshtakiwa Tundu Lissu apewe nafasi ndani ya chumba cha mahakama ya kuteta na mawakili wake kwa faraga. Basi watu wote wakiwa wametolewa nje ya ukumbi wa mahakama, Tundu Lissu amebakia yeye na mawakili, huku askari magereza wakiwa mbali kidogo kuhakikisha wanaliona lindo lao, lakini wanamwachia faraga. Badala ya mawakili kuanza kumwelewesha mwenendo wa kesi, mtuhumiwa Tundu Antipas Lissu ni Lisu ndiyo alikuwa amezungukwa na jopo lote la mawakili 22 wa utetezi analipiga shule, mfano wa kocha wa Arsenal Michael Arteta akiwa anaongea na wachezaji wake chumba cha kubadilishia nguo half time. Tundu Lissu anakamata vitabu mbalimbali mbali na vifungu vyake na kueleza vitakavyotumika, namna ya kutengeneza maswali, namna ya kurejea E, kesi zote za uhaini na mwisho akashika katiba ya nchi, akawa anawaambia humu hatoki mtu, anazungumza anarudia mara tatu, huku mawakili wake wote wa utetezi wakiwa wanatingisha vichwa ishara ya somo kuwaingia akilini. Namba nne. Magereza kama kawaida, kikosi cha KM kinachosafirisha misafara ya mahabusu au wafungwa maarufu yani VIPs au hatarishi Kilifika mapema sana mahakama ya Kisutu. Wakiwa na Land Cruiser hardtop namba mbili moja yenye vioo vyeusi hadi mbele ndiyo iliyompakia Tundu Lissu. Toyota Hilux single cabin yenye section ya polisi kumi kwa ajili ya kufungua njia mbele na nyuma. E, kabisa palikuwa na basi kubwa la magereza lilobeba askari maalum wa KM. Kizimbani peke yake Tundu Lissu alikuwa chini ya ulinzi wa KM wa magereza 15 wakiwa wamevalia kininja. Ukumbi wa mahakama ulikuwa na maafisa wa magereza wenye nyota moja hadi tatu kama saba wakiwa na machale, muda wote kuangaza kila pande. Namba wadunguaji juu ya paa la mahakama ya Kisutu walikuwa KM kama 8 wenye silaha nzito kama sio AK47 zile basi itakuwa ni SMG wakiwa wanafanya doria mbwembwe za kupishana, mmoja anakuja, mmoja anaenda, wakiwa wamevalia kininja pia na miwani nyeusi, kujihami kana kwamba walikuwa na taarifa kuwa vijana wa ulinzi hamasa wa Chadema walikuwa na mpango wa kumtorosha mwenyekiti wao. Namba sita, wageni wa kitaifa na kimataifa. Kesi yenye mvuto wa aina yake imefanya wazee maarufu Tanzania waache vitanda alfajiri wawahi Kisutu kushuhudia kesi ya kihistoria kama Dr Sla, Askof Mwamakula, Jenerali Ulimwengu, Profesa Lwaitama na kadhalika. Namba saba wageni, kesi ya Tundulisu inawaleta majaji wakuu wawili wa Kenya kotini kushuhudia umakini wa mahakama zetu. Jaji mkuu mstaafu wa Kenya Willy Mutunga anazuiwa uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere, huku jaji mkuu mstaafu wa Kenya David Maranga anafanikiwa kupita na kutinga katika chumba cha mahakama wakati kesi ya Tundu Lissu inaendelea. Martha Karua alizuiwa uwanja wa ndege na kurejeshwa kwao Kenya. Boniface Mwangi alikamatwa hoteli ya Serena na kupelekwa mahabusu wa polisi. Pia mwanasheria Agatha naye alifikishwa mamlaka za uhamiaji. Mabalozi wa Jumuiya ya Ulaya wanapeana zamu kama kawaida yao, leo akienda Ujerumani, Kanada na Marekani basi awamu ijayo wanakuja ubalozi wa Sweden, Norway, Ubelgiji na Finland. Namba nane, jeshi la polisi. Baada ya kuambiwa na mahakama waache wasikilizaji wa kesi waje mahakamani, bado jeshi la polisi haliamini kama wasikilizaji wa kesi wanaweza kwenda Kisutu wakahudhuria kesi, huku kesi zingine zikiendelea bila bugu za vurugu au fujo mahakamani bado wanaleta Toyota Hilux single cabin yenye section ya polisi kumi, kama kumi zinakaa kila upande wa mahakama. Askari wengine kama mia sitini wameshuka kukaa barabara zote za kuingia Kisutu, huku wengine wakikaba geti kuu la kuingilia Kisutu, makachero wa jeshi la polisi wakitimba hadi ndani ya chumba cha mahakama na wanachukua benchi zima la nyuma kwa pamoja, na kushuhudia kila kinachoendelea mahakamani namba tisa. Wananchi wananchi waliojitokeza mahakamani kwa hesabu za haraka haraka waliokuwa nje na ndani wanaweza kufika idadi ya watu elfu mbili. Nilipenda jinsi walivyojaribu na kujipanga bila kusubiri maelekezo ya polisi. Walichagua watu wachache wa kuingia ndani ukumbi namba moja, kwa kuwa ulikuwa na uwezo wa kubeba watu themanini tu, wakachagua watu wa akiba, yani reserve ambao eh, wakukaa katika banda la kusubiria kesi kuitwa ndani ya parking ya mahakama na wengi zaidi walikaa nje kwa umoja, wakijitenga na polisi ili kuzuia vurugu. Polisi wakajikuta kwa mara ya kwanza wamekosa kazi ya kufanya Kisutu, wakabaki kuwa mashuhuda na waliondoka mahakamani bila kukamata mtu hata mmoja, au kupiga bomu la machozi kwa sababu ya akili kubwa za wananchi siku hiyo. Namba kumi, ubwabwa Si unajua tena, kuna watu duniani wameumbwa kusaidia jamii na kupinga dhuluma tu ndiyo. E, mwananchi mmoja alivyotimba pande za Kisutu na wali nyama wa kuwatosha watu elfu tatu majira ya saa saba kamili mchana. Kilichovutia zaidi katika ubwabwa ulikuwa haugawiwi kwa ubaguzi au kwa vigezo, kiasi wapita njia pale mahakamani nao walipanga foleni wakapata chakula. Baadhi ya manjagu ambao lindo lao lipo nyuma ya mahakama, na upeo mabosi zao ulipokuwa mbali na wao, walidaka sahani moja moja wakajumuika na Watanzania kupiga ubwabwa. Kila aliyeonja aliishia kusifia roho nzuri ya msamaria mwema huyo ambaye hakutaka atajwe jina, na mpishi alivyojua kutengeneza combination ya mchele, mafuta na chumvi, halafu akaja kuua na rosti ya nyama. Kila mtu akajikuta anatoa ahadi ya kurudi mahakamani tarehe mbili mwezi Juni mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kumi na moja. Kesi ya msingi kawaida, kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu ilikuwa kwa ajili ya kutajwa tu, kwa kuwa upande wa jamhuri walikuwa hawajakamilisha upelelezi wao. Kesi za kawaida zikiwa zimekuja mahakamani kwa ajili ya kutajwa mahakamani zinatumia dakika tano hadi saba kumalizika au kuhairishwa, lakini kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu imetufundisha kuwa ni ngoma ya mtoto peke yake ndiyo haikeshi. Kutajwa tu kwa kesi kumetumia muda wa saa moja na nusu. Hatari sana. Upande wa mashtaka ndio ulikuwa wa kwanza kusimama na kujieleza, kisha kusema kuwa wanaomba tarehe nyingine baada ya siku kumi na nne. Ilikuwa ni kama walichokoza vita kwa upande wa utetezi, na upande wa utetezi wakajibu mapigo kisutu eh, nzima, na kwamba wasichukuliwe poa. Wakaja na hoja tatu kubwa. Moja ilikuwa hakuna kuhairisha kama hawasemi upelelezi umefikia wapi na hatua gani, kwa kuwa kulikuwa na amri ya mahakama ya kutaka kuletwa taarifa kamili kuhusu upelelezi ulipokuwa umefika. Hoja ya pili ilikuwa ni kutaka Tundu Lissu asizingirwe na ulinzi akiwa kizimbani, kwa kuwa bado hajakutwa na hatia, na kama katiba inavyosema, katika ibara ya 136b the doctrine of innocence. Hoja ya tatu ilikuwa ni kuomba mahakama iruhusu kesi iendeshwe katika mahakama ya wazi. Na jamaa, hoja zao zote tatu zilitoboa, ikiwemo ya kuleta taarifa mahakamani kuhusu upelelezi ulipofikia mwisho. Kwa utamu wa hii kesi na namna watu walivyojipanga kwa mapambano ya kisheria, nikiona Wakenya wanasafiri kuja Tanzania kufuatilia hii kesi wala sishangai. Na shauri serikali isizuie watu uwanja wa ndege eh, kuja kufuatilia kesi ya Tundu Lissu. tuchukue tuchukue kesi ya Tundu Lissu kama utalii wa kimahakama, tunaweza kukuta Kisutu imeingiza pesa kuliko mlima Kilimanjaro kwa kesi hii moja tu. Tukutane tena tarehe mbili mwezi Juni mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Lakini mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA pia siku ya leo Ee, wakili Tundu Antipas Lissu amechaguliwa kuwa mmoja wa makamu wenye viti wa muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU, kufuatia mfululizo wa vikao na mikutano yake iliyohitimishwa hivi karibuni jijini Brussels nchini Ubelgiji. Taarifa ya Chadema iliyotolewa leo Jumamosi Mei 24, mwaka huu wa 2025, imeeleza kuwa pamoja na mambo mengine E, kupitia mkutano huo IDU imefanya uchaguzi wa safu ya uongozi ambapo wajumbe wamemchagua waziri mkuu wa zamani wa ishirini na mbili wa Canada Stephen J. Halper kuendelea kuwa mwenyekiti wa IDU kwa miaka mitatu ijayo. Taarifa hiyo ambayo imesainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema Brenda Rupia imeendelea kufafanua kuwa chama hicho kikuu cha upinzani nchini kime wakilishwa na makamu mwenyekiti wa, Demo, wa, wa Democracy Union of Africa yaani DUA kanda ya Afrika Mashariki Deogratias Munish katika mkutano huo. Rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania, licha ya mazingira hatarishi, ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama ilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu kama ilivyowapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Mheshimiwa Lissu katika wadhifa huo. Brenda Rupia, imeelezwa kuwa wajumbe hao walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli, Mheshimiwa Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorora kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kihimla hususan bara la Afrika. Ikumbuke kuwa Tundu Lissu amechaguliwa kushika nafasi hiyo wakati akiwa gerezani nchini Tanzania kutokana na kukabiliwa na kesi mbili zenye jumla ya makosa manne, yani kesi ya uhaini ambayo kimsingi ndiyo inayomweka gerezani kwa kuwa haina dhamana, na kesi ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Kesi zote mbili zinaendelea kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunasogeza kwako kwa ilikusudi kwa nawe pia uweze kupata kufahamu na kuelewa kinachoendelea kuhusiana na habari hii. Wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa komenti. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.